Uh, Ai bana, leo nitashare na nyinyi uh, fonti mbalimbali za WhatsApp kwa wale ambao watakuwa wanapenda vitu kama hivi. Hivyo naamini pia itawasaidia. Mta enjoy mkiwa mnatumia na message na watu unaweza kaweka. Kaiboresha message yako ikawa inaonekana vizuri. Uh, na pia kuna kuna baadhi kama uh, kuna style nyingine ya uandikaji nzuri inaweza kusaidia wewe hata kusevu muda kama za kumensheni zingenezo kuwa makini, niangalie. Nitakuelekeza baadhi ya fonti kadhaa za WhatsApp. Fonti ya kwanza ni ya kubodi yenye, utaandika nyota, baada hapo utaandika maneno yako. Kwa mfano unaweza kaandika mambo ukieka, uki nyota ya pili inakuwa ni shabodi tayari. Kama unavyoona hiyo ni fonti ya kwanza, yo ya kubodi a fonti uh, ya pili. Fonti ya pili ni fonti ya italic. Hiyo hapo, utatafuta vialama, kuna vialama utakavyovitumia. Ni vialama utakavyovitumia vipo hapa ngoni kuonesha, utaweka hivi kama vidashi juu, utabonyeza vitatu, baada hapo utaandika maneno yako, mfano mambo kwa mara ya kwanza utaweka vitatu, mara ya pili utaweka vitatu, kushamaliza tucha tatu, itabadilika itakuwa kama inavyoonekana hivyo, italic maandishi yatakuwa membamba. Hiyo ni fonti ya pili, hiyo fonti style ya pili. Nyingine ah, ni ile ya kupiga mstari, ile utatumia kalamu hapa. Utaka, utakabonyeza mara ya kwanza utaandika maneno yako, mfano mambo mambo, hivyo nimeandika. Ukimalizia cha pili hapa mbele, maneno yako atapigwa mstari katikati kama inavyoonekana hivyo e, na pia unaweza ukaamua ikapigwa mstari na akaa yamekolezwa yapo bodi. Kwa hiyo utaongezea hapa mbele, utaandika nyota utapiga nyota, utafunika na nyota ni mbele na nyuma, muona itakuwa imekoa kama hivyo. Ana hapo dogo na combine ile ya kwanza nimekuelekeza ya kubold na kupiga mstari, na combine itakuwa hivyo. Na kuna zingine, kuna nyingine unaweza ukafanya maandishi yakae na fifia. Na fifia utabonyeza, utatumia alama hii hapa hii utaipiga hivyo utaiandika uta, uta hapo, alafu baada yake utaruka uta space mara moja, utaandika maneno yako. Unaona tayari maneno yashafifia. Ukitaka kuandika nyingine tena vile vile, utaweka kalamu yako, utaruka space mara moja, utaandika maneno yanafifia kama inavyoonekana hivyo. Haya, kuna nyingine pia fonti style nyingine ni kwa wale ambao nawapendi. Kama nataka kuandika vitu vya kumention ya kutaja, labda namba moja, namba mbili, namba tatu, mtu anaona asevu muda siandike andike namba muda wote, au na mention vitu hataki kuandika namba. Labda nataka kutumia doti tu, kwamba cha kwanza ni hichi, cha pili ni hichi. Pia kuna, kuna kuna style ipo ya kufanya hivyo. Kwa mfano hapa ndani katika mauzo ya mwezi auzo ya mwezi huu ya mwezi ya mwezi huu, mfano tu, utapiga alama hii ya backspace, baada hapo utaandika namba kama ndio namba moja ukimaanisha wiki la kwanza labda. Baada hapo hapo uta, utaruka space mara ya kwanza, mara ya pili utaandika utaona itaandika nukta yenyewe uta, space mara mbili uta kuandika labda, mara mbili yenyewe itakuandikia inaandika inajiandika yenyewe inajiandika yenyewe, mfano mia tatu utajiandikia unavyotaka mwenyewe. Hapo utakuwa tu na bofya backspace, naandika namba yenyewe kwa kwa namba, utafanya hivyo. Tuashumu labda utaki kuandika namba, kwa hiyo nataka tu vitu tu vitajwe kwa kumention, lakini visiandike namba. Utatumia nyota kama ulivyofanya kwenye namba ile nyewe, utabonyeza nyota, utapiga nyota. Baada ya kubonyeza nyota, utaweka space mara moja. Itaweka doti hapo, doti imekoa nyeusi, anaweza kuwa anataja yeah, majina labda au la namba kama ilivyokuwa hivyo. Kwenye mauzo ya mwezi utaandika bafu mbili na yenyewe hivyo, ukipiga tu space inaweka nukta pale, doti inakoa pale, utaandika namba zako nazotaka wewe. Simple kabisa simple kabisa kwa wale ambao hataki kuandika andika sana kubonyeza space, sijui ni namba namba ngapi kitu fulani, namba ngapi kitu fulani banga. Kwa nini unaweza ukaitumia hii kama shortcut hivyo. Naamini pia hichi kitu cha leo nimeamua ni share mwene na nyinyi, kwa wale ambao watakuwa wamependa, pia itasaidia kuongeza muonekano wa maneno yako kwa kuwa na chat na mtu, au kama kuna mtu anamtumia vitu vingi, naamua uweke kama hivyo, au mention kwa orodha. Mimi nita enjoy, utarahisisha muda. Asanteni kwa ambao mja subscribe, ni wakumbusha msubscribe channel yangu hii ili muweze kuwa wa kwanza kupata michongo mbalimbali. Shukrani.